Baada ya rais William Ruto na kinara wa ODM Raila Odinga kuungana rasmi na rais Ruto kuweka wazi kuwa muungano huo unanuia kuliunganisha taifa kupitia ushirikiano na viongozi mbalimbali nchini <coughs> aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua amejitokeza na kupinga muungano huo, akibaini kuwa unalenga kuziunganisha jamii zingine dhidi ya jamii za eneo la Mlima Kenya. Okay. Sasa baada ya kuondolewa mamlakani, jamii yetu imesalia pweke, inateswa pasipo kuhurumiwa. Akizungumza katika makao yake eneo la Karen, Gachagua amebaini kuwa kufikia sasa kuna mipango iliyowekwa ya kuwatimua baadhi ya makatibu wa maeneo ya Mlima Kenya na nafasi zao kujazwa na viongozi watakaoteuliwa kupitia muungano uliobuniwa hivi majuzi. Mudhenya Siku ya Ijumaa na Jumapili, rais William Ruto amekuwa nyumbani kwake akipanga atakavyofanya mabadiliko katika nyadhifa za makatibu. Raila anayetisha makatibu kumi na watano, na nikiambiwa, nasikia atapewa kumi. William Ruto anapanga sasa kuwafukuza watu wetu. Gachagua akisikitishwa na madai kwamba anaendeleza ukabila kwa kuwatetea viongozi wa eneo la Mlima Kenya. Ilhali viongozi wa maeneo mengine wanaruhusiwa kuwatetea viongozi wao. Unaposikia ukabila unapozungumziwa ni wakati ule jamii yetu inapozungumza. Unakumbuka ule wakati tulisema Nurdin Haji ameharibu kazi? Watu wa eneo lao waliungana wakamtetea. Wakati ilisemekana wetangu la tatengizwa ili watu wa Raila wapate nafasi, jamii ya Abaluya walishirikiana wakamtetea. Hakuna aliyesema huo ni ukabila. Na japo Gachagua amekaribisha ziara ya rais eneo la Mlima Kenya, amemtaka kufanikisha miradi ya maendeleo kabla ya kuzuru maeneo hayo, akitaja ziara za rais kuwa za kuweka ahadi zisizotimizwa. Naye president... rais tunamkaribisha aje lakini, tungependa iwapo atakuja aje barabara ikiwa imekamilika, asije kuahidi ama kukagua, kwa kuwa yeye si mhandisi. Hizi barabara zote na azikamilishe. Zaidi ya hayo, akikashifu uhalifu ulioendelezwa wakati wa ziara ya rais jijini Nairobi hasa kutokana na kifo kilichoshuhudiwa akimkosoa rais na kubaini kuwa angepaswa kutuma risala za rambirambi kwa walioathirika wa ziara ya rais Nairobi ilisababisha kifo hofu na uharibifu wa mali rais hakutuma risala za rambirambi na pengine kama magari ya rais ingesimama aliyeuawa hangefariki James Mwangi Undugu TV